Ubillahi min asheitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ummasalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam. wa wapenzi wetu, siku nyingi tumekimbiana kutokana na hali ilivyo, lakini inshaallah tumerudi rasmi ni studio na mtaanza kuendelea kula vitu vitamu ambavyo vitafurahika katika nafsi zenu na kulipeleka gurudumu la Uislamu tulikiwa tunalipeleka mbele. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, leo sipo hapa kwa ajili ya kusoma Biblia wala sipo hapa kwa ajili ya kujibu hoja wala majadiliano. Kuna watu wamenipigia simu wengi sana wakisumbuliwa na watoto wao wadogo na ule ugonjwa unaoitwa degedege au wengine wanaita homa ya kitoto. Ugonjwa huu umekuwa shida sana kwa sasa hivi. Ni ugonjwa ambao unampata mtoto, anakuwa anaregea sana, anapandisha joto kali sana, mwisho wa siku analegea yule mtoto. Akiendelea mtoto kuachwa kwa staili hile, anapata aina fulani ya ulemavu. Sasa magonjwa haya yalikuwepo toka tangu na tangu kabla mababu zetu hawajaanza kutumia sindano wala hawajaanza kutumia mambo ya hospitali, lakini wao walikuwa wanayatibia na yanapona na mtoto anarudi katika hali yake ya kawaida. Wengine mtoto wake akishapigwa na degedege huwa wanamchukua na kumpeleka chooni katikati ya shimo, alafu huwa wanamzungusha katika lile shimo lile, wanamzungusha kwa kidai kwamba yule mdudu, kwa sababu wanasema asili ya degedege anakuwa ni mdudu, na yule mdudu anasema anamwachia, lakini wengine wamefika mbali zaidi. Mtoto wake akipigwa na degedege, yeye anamtia katika kitanda uvunguni, kisha anamkojolea kwa juu, kisha anachukua ungo kama anapeta. Walikuwa wakitu, watu baadhi ya watu wanatumia hivyo, wakidai yule mdudu anaondoka. Lakini nataka niwepe njia ambayo iliyokuwa bora sana ya kuondosha ugonjwa wa degedege dege. Fatilia sana nitakufundisha njia iliyokuwa bora na yenye kutibia ya kuondoa ugonjwa wa degedege dege. Zipo njia za aina mbili. Njia ya kwanza wakati mwanao ameshikwa na degedege dege, ikiwa kama uko kijijini, basi ule mtoto unamtia katika mgongo alafu unafunga na kanga Yani unamtia kibindoni, unamfunga na kanga, halafu unakwenda mahala ambapo kuna mkwaju. Ule mkwaju ukifika, unachuma matawi saba. Unahesabu la kwanza, la pili, huku unapulula, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, unakusanya. Wakati mwanao yuko mgongoni unakwenda, unatafuta kinu, unatwanga, wakati mwanao yuko mgongoni. Ukishatwanga unatia maji alafu, baada ya kutia maji, ndipo unachukua kijiko unateka yale maji, kisha unambabatua meno mtoto wako, unahakikisha ile dawa sasa inaingia moja kwa moja katika tumbo lake, alafu yale maji mengine unamkogeshea. Hii tiba mpaka sasa kwa watu wa vijijini, huwa wenzetu wanatumia na tiba hii ni mujarab, ule ugonjwa wa dege dege huwa mtoto unamwondoa. Lakini njia ya pili ambayo ni ngumu nayo kidogo, unatafuta mayai yale ya kuku wa kienyeji matano. Tafuta mayai ya kuku wa kienyeji matano, yale mayai yachemshe. Baada ya, ya kuyachemsha yale mayai yapasue, yale magamba yatoe. Yale magamba ya mayai yale ukisha yatoa, baada ya kuyatoa sasa yale mayai yaingize katika chungu. Uwe na chungu pembeni, alafu yaanze kuyakaanga, chini kukiwa na moto. Lakini gumu ambalo linakwenda ni kupata mafuta ya nazi, ambayo mafuta hayo yanatokana na nazi iliyodondoka yenyewe. Zipatikane nazi saba zikunwe mafuta, alafu yale mafuta sasa yachukuliwe, yale mafuta nazi. Baada ya kuchukuliwa, wakati unakaanga yale mayai sasa, ya utakayanga mpaka yatakuwa ulenda ulenda, tia yale mafuta ya nazi, endelea kukaanga. Kisha baada ya dakika sita, saba, toa kile chungu, alafu chuja yale mafuta ya nazi, yaweke pembeni chini yatabakia yale mayai yaliyochanganyika na mafuta ambayo sasa yatakuwa kama ugali ugali fulani, yachukue nalo ya nayo yaeke pembeni. Badala ya hapo sasa, utachukua yale mafuta ya nazi sasa ambayo umechanganya na mayai utaanza kumpaka mtoto wako kwa muda wa siku saba, lakini sasa yale ule ugali ugali makoko yaliyobaki ambayo ya yale mayai utafanya ndiyo fusho. Maanake baada ya kumpaka yule mtoto, utamtilia katika kitezo cha moto kidogo, utajifunika pamoja naye, ule moshi umpate. Utafanya kwa muda wa siku saba na na ilo tatizo litakuwa limeondoka. Kwa hiyo tatizo hilo utalitibia kwa staili hiyo. Utachukua mayai ya kienyeji matano utayachemsha. Baada ya kuyachemsha, alafu utatoa yale maganda. Yale maganda baada ya kutoa, unachotakiwa kufanya ni kupata mafuta ya nazi yaliyotokana na nazi iliyodondoka yenyewe. Ukishayapata yale unachanganya katika yale mayai, unayakaanga yale mayai vizuri kabisa baada ya kuyakaanga kwa muda fulani, utachuja mafuta ya nazi, tabakia zile tope tope ama ugali ugali. Mafuta ya nazi utakuwa na mpaka mtoto na ule ugali ugali ndio itakuwa fusho lake, ambalo atakuwa anajifusha. Hizi dawa zinatumika sana vijijini, na wallahi zinafanya kazi, mtoto anarudi katika hali ya kawaida, mtoto anarudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo leo nimekuja kuwafundisha, kwa sababu nimeulizwa swali, ili nimeamua kipande cha dakika kumi hiki cha dakika saba kuwafundisha namna ya kutibia mtoto anayepigwa na degedege. Mtoto anayepatwa na degedege unaweza kumtibia kwa staili hiyo, lakini chengine nifundishe ugonjwa unaoitwa wa pumu. Ugonjwa unasumbua sana pumu. Sasa mimi natakwambia, pumu tiba yake ni nyepesi sana tu. Pumu tiba yake ni nyepesi sana. Kwa wale watu wa kijijini, kuna mjiti unaitwa mchoko wa pweza. Kama unaujua, utachuma majani yake, utayatwanga, utachanganya na mnazi mweusi, madafu yake utaangua utachanganya kwenye yale maji utakunywa, mgonjwa atatapika mpaka kitatoka kitu cheusi. Hii ni tiba ya kwanza, lakini tiba ya pili ambaye anatakiwa kufanya ni kuchukua yai la kienyeji moja, lile yai atalivunja, atapata kile kiini chake, ataweka katika sufuria, kisha atachukua asali original ataweka kisha atachukua majani ya mkwaju yaliyokuwa matete yale atayatwanga, kisha atachanganya, atakoroga koroga, alafu atakunywa mgonjwa wa pumu. Lakini atafanya hivyo kwa muda wa siku tatu. Ina maana yai moja alilotengeneza siku ya kwanza ndo litakuwa limeishia pale. Siku ya pili atatafuta yai jingine, atafanya vile vile, na siku ya tatu atatafuta yai jengine, atafanya vile vile. Kwa uwezo wa Mungu pumu itakuwa imeondoka, wala haitomrudia tena biidhnillahi subhanahu wa taala. Hujaelewa, tutafute hapo, ili tuweze kukuelimisha. Wa vile vile jambo la mwisho niwaambie, tuna dawa ya tezidume jamani, kuna dawa ipo ya tezidume, hautokwenda kufanya operation tena, hiyo dawa ipo pakti mbili ndogo sana lakini ukinywa hiyo dawa inakwenda kusafisha. Waliotumia hiyo dawa wameiona, inakwenda kusafisha na kufanya kile kibofu cha mkojo kuji-update, yani kuwa akiwa kipya, inafungua mirija yote, hata kama mgongo na uma unaponyesha. Ipo jamani dawa ya tezi dume, na niliwahi kutoa kwa watu waliochukua, na wengine mashahidi bado wanachukua, inapatikana hija namba za simu chini hapo, ili uweze kupewa huduma. Wassalamu alaikum wa barakatuh.